Tumekuwa na semina kwa madereva wa serikali. Mada kuu tulizokuwa tunaziangalia dereva ni nani, dereva wa serikali ni nani, ajali ni nini, nini chanzo cha ajali, nguzo za udereva wa kujihami. lakini pia na madereva wa viongozi VIP driver. katika kujadili huko tumelenga kukumbushana na madereva kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa la ajali ya magari ya serikali. Chanzo ni nini? Kama hao madereva wanakwenda shule za udereva wanasoma, wanaperform, shida iko wapi? Tunajikuta tunapoteza madereva, tunapoteza viongozi, lakini na magari ya serikali kuharibika. Wakizingatia sheria watakwenda safari zao salama watawarudisha viongozi salama na watakuja kukutana na familia zao wakiwa salama. Akifanya hivyo dereva, hatutakuwa na ajali za magari ya serikali lakini, hatutakuwa na watu ambao wanapata ulemavu kupitia barabarani wakiwa na magari ya serikali. Kwa hiyo ni wasihi madereva kuendelea kujiendeleza, kutoka kwenye VIP, kuna kozi za mitambo mikubwa kama forklift kuna kuendesha matrekta. Hizi kazi zina mwisho, unapo stafu unataka kwenda kufanya nini? Kuna uwalimu wa madereva instructors, vyuo vyetu vinatoa. Ukiwa kama dereva, wakati wa likizo yako unaifanyia nini? Nenda kajiendeleze, unaweza ukasoma kozi za, za instructor, ukawa mwalimu wa madereva ukarudi hapa Songwe ukafungua chuo chako. Tumejikita katika kuelimisha kuhusu hatari za mwendo kasi, overtake sehemu ambazo haziruhusiwi, na pia kuchukua tahadhari katika maeneo ya makazi ya watu. Ni aibu kubwa dereva wa serikali ukisababisha ajali kwenye eneo ambalo limekukataza. Kwa mfano, umepewa limit ya spidi ni hamsini, alafu kasababisha ajali kwa spidi ni zaidi ya hamsini. Kwa hiyo tumejikita kwamba madereva waelewe kwamba ukiwa dereva wa, wa serikali una wajibu mkubwa pia wa kulinda wananchi. washukuru sana ofisiara kwa kutuletea mafunzo haya kwa ya sababu metu, yametufanya tu wapi kwenye utumiaji wa barabara na utunzaji wa vyombo vya serikali. Pia tunashukuru sana ofisi ya RTO kwa maana ya kwamba madereva wengi wamekwenda vyuo kwa muda tofauti tofauti, kwa hiyo tunapopataba kama hii inakuwa ni sehemu rafiki ya kuweza kuishi sambamba na sheria, kanuni na taratibu za barabarani. Jitahidi kuzingatia sheria za barabarani na kanuni za barabarani. Usiwe vikwazo kwa wengine au kwa matrafiki barabarani.